Bunge la Umoja wa Ulaya liliketi siku ya jana kujadili hali ya kisiasa nchini Tanzania kufuatia matukio mbalimbali yaliyojitokeza katika uchaguzi mkuu uliotamatishwa majuma kadhaa yaliyopita nchini Tanzania, ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na aliyekuwa mgombea wa nafasi ya kiti cha urais kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi Daktari Samia Suluhu Hassan aliibuka akidedea katika uchaguzi huo mkuu uliofanyika majuma kadhaa yaliyopita siku ya Oktoba ishirini na tisa. Rais Samia Suluhu Hassan alisema kwamba uchaguzi huo ulikuwa huru na wa haki, na ulitoa nafasi kwa vyama vya kisiasa kufanya mikutano ya hadhara, kushiriki moja kwa moja katika uchaguzi huo ambao ulikuwa huru na wa haki. Kufuatia matukio mbalimbali yaliyojitokeza katika uchaguzi mkuu wa Oktoba ishirini na tisa, bunge la Ulaya liliketi huko Brussels nchini Ubelgiji siku ya jana, kujadili hali ya kidemokrasia, haki za binadamu, pamoja na kesi ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema, ndugu Tundu Lissu. David McAllister ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya mambo ya nje katika bunge la umoja wa Ulaya alizungumzia hali ya kisiasa katika taifa la Tanzania pamoja na wabunge wengine, huku wakishitumwa vikali serikali ya Tanzania juu ya matokeo kadhaa yaliyotokea katika uchaguzi huo ikiwemo vifo, ukataji wa intaneti pamoja na uchaguzi uliodaiwa kutokuwa wa kidemokrasia katika taifa hilo. Kwa mjibu wa ujumbe uliotolewa na David McAllister katika bunge la Umoja wa Ulaya siku ya jana, alisema kwamba kilichotokea Tanzania, kabla, wakati na baada ya uchaguzi, akikushangaza hazikuwa kasoro za uchaguzi, bali mpango wa makusudi wa kuharibu ushindani wa kisiasa. Uchaguzi ulitanguliwa na ukandamizaji uliofanywa na vyombo vya dola, matokeo yalipangwa kabla ya uchaguzi wa Oktoba 29 walianza kukozia uhuru wa habari na vyombo vya habari, kufungia shughuli za kisiasa, kukamata na kuwashtaki viongozi wa upinzani, akiwemo mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani Tundulisu kwa zaidi ya siku mia mbili hamsini. Ya rafiki yangu Tundulisu ameshikiliwa kwa uhaini na anakabiliwa na adhabu ya kifo kwa sababu tu ya kudai uchaguzi huru na wa haki. Hili siyo tatizo la mtu mmoja, bali ni ushahidi wa jinsi serikali ya kiimla inavyoweza kutumia vibaya sheria ili kukandamiza upinzani wake. Siku ya uchaguzi, utawala huo dharimu ulionyesha rangi yake halisi kwa kuzima mtandao na kuanza kupiga risasi waandamanaji, kuaua na wengine kukamatwa na kupewa kesi za uhaine. Mheshimiwa Kamishina, naomba Kamishina ya Umoja wa Ulaya isichukulie yes, jambo hili kuwa la kawaida. Tamko lililotolewa hivi karibuni na EU limetumia lugha ya kidiplomasia kuliko lilivyopaswa kuwa. Tanzania imeendelea kupuuza utawala wa sheria, demokrasia na haki za binadamu, na hivyo tunapaswa kupitia upya uhusiano baina yetu na wao. Waheshimiwa wajumbe, tutumia kila njia inayofaa kuwawajibisha viongozi wa Tanzania kwa iliyotokea. Kesho bunge hili litatuma ujumbe wa heshima kwa serikali dharimu ya Tanzania kwamba fedha zote za misaada na mikopo zilizopaswa kupewa Tanzania zimesitishwa mara moja. Umoja wa Ulaya hautatumia pesa zake kufadhili ukandamizaji. Tunatilia mkazo kwamba wafungwa wote wa kisiasa waachiliwe mara moja bila masharti. Umoja wa Ulaya unataka uchunguzi huru kutoka kwenye chombo cha kuaminika kuhusu mauaji yaliyotokea, matukio ya watu kutekwa na kupotea. Watu wema wa Tanzania wanahitaji uchaguzi mwingine utakao kuwa huru wa haki na kuaminika. Santeni na mwachiliani Tundulizo. Alisema hivyo David McAllister ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya mambo ya nje katika bunge la Ulaya, katika bunge la umoja wa Ulaya, ambaye pia alipata nafasi ya kuzungumza katika bunge hilo. Hata hivyo kuna ajenda mbalimbali ambazo hii leo zitapigiwa kura katika bunge hilo kwa mara nyingine, kuhusiana na hali ya kisiasa, kidemokrasia, pamoja na haki za binadamu, zaidi ya ajenda kumi na moja sitapigiwa kura hii leo kwa ajili ya kuidhinishwa katika bunge hilo. Ifahamike kwamba ni mara kadhaa tumekuwa tukishuhudia hayo yote yakiendelea katika bunge la Ulaya kufuatia matukio ya hivi karibuni.